Leo nimerudi tena katika kukumbushana juu ya suala la kuilinda amani ya Tanzania yetu. Miongoni mwa njia za kuweza kuilinda amani ni kuwasifu na kuwasifia na kuwapa moyo na kuombea dua wale wasimamizi wa amani, kuwaombea kheri, kuwapa moyo wale ambao wanaisimamia amani ya nchi yetu Tanzania. Tukianza na viongozi wa serikali, yani kuanzia kwa amiri mkuu wa jeshi kwenda mpaka chini kwa maaskari wenyewe ashurda jeshi vyombo vyote vya usalama kwa kweli wanafanya kazi kubwa. Leo hii sisi tunalala katika majumba yetu, na mwingine atalala gesti, mwingine atalala kibarazani, mwingine atalala wapi, lakini wao maaskari wanakuwa hawajalala, wanatembea barabarani wengine watakuwa katika defender, wengine wanakuwa katika mapikipiki, wengine wanatembea kwa mguu, na wengine wako kwenye makompyuta, wengine wako wanasikiliza kwenye radio call, wengine wako katika mipango ya kuweza kuilinda amani ya Tanzania. Kwa wote hao katika vitengo vyao na kwa tofauti ya majukumu yao, kila mmoja anatafuta namna ya kuweza kuilinda amani ya Watanzania, kuwalinda Watanzania na mali zao. Kwa watu ambao wanafanya kazi kama hii, ni watu ambao tunatakiwa sisi Watanzania tuwaombee dua, tuwape moyo kwa hii kazi ngumu wanayoifanya. Kuna maskari tunawakuta kipindi cha jua kali, wako wanazunguka, likija jua wako nalo, ikija mvua wako nayo na kuna wengine tunawakuta katika maeneo ya baridi kali, hali ya kuwa tunasafiri. Wengine tunawakuta katika mapoli, wako polini, wako wanalinda. Kwa kweli kazi wanayoifanya ni kazi ngumu mno, ni kazi ambayo kila mmoja anatakiwa awape moyo. Lakini jambo kubwa la kuwafanyia hawa maaskari na wote ambao wapo katika majukumu ya kuilinda amani kubwa ni kuwaombea dua na kuwapa moyo, kwa sababu wanatulinda sisi na wanazilinda mali zetu. Ikiwa tutalifanya hili, basi hii ni sababu kubwa, miongoni mwa sababu za kubakia amani ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini si hivyo tu, miongoni mwa sababu zake, yaani za kuilinda amani na ibakie na idumu na utulivu uendelee kushamiri na kuenea katika nchi yetu ya Tanzania ni kule kusaidiana pamoja na hawa maaskari na vyombo vyote vya kulinda usalama wa raia na mali zao, lazima tusaidiane nao, tusaidiane nao katika lengo la kuwakamata watu waovu ovu, almujrimin, watu ambao hawaitakii mema nchi yetu Tanzania, sawasawa wawe ni majambazi, sawasawa wawe ni maadui wa nje, sawasawa wawe ni waovu ndani ya sisi wenyewe wa Tanzania, basi ni lazima tusaidiane na hawa maaskari kwa lengo hilo. Vyombo vya usalama tusaidiane navyo kwa lengo la kuwakamata na kwa lengo la kuidumisha hii amani ya Tanzania. Tuzifanye kwamba wao ndio wana jukumu la kufanya hivyo peke yao, bali sisi wananchi pia tuna uwajibu wa kusaidiana na hivi vyombo juu ya kuidumisha amani ya Tanzania na juu ya maendeleo ya Tanzania. Huo wajibu kila mmoja anao, kila Mtanzania yuko nao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Quran:

Kwa hiyo ni lazima tusaidiane kuuleta wema katika nchi yetu kuiletea nchi yetu mambo yaliyokuwa mazuri. Na ni lazima tusaidiane juu ya kuleta na kufanya kila jambo ambalo litaweza kuleta maslahi makubwa katika nchi yetu. Na katika hilo kuzuia uadui na matatizo ya mambo ya, ya wale ambao wanaifanyia uadui nchi yetu ya Tanzania, tutakapokuwa tunamuona mtu yoyote, ima yuko ni katika sisi wa Tanzania au si katika wa Tanzania, analeta chokochoko dhidi ya Tanzania au dhidi ya vyombo vyetu vya amani vya kulinda amani, usalama na, na amani au jambo lolote ambalo linaweza kusababisha sisi tuingie katika matatizo, lazima tusaidiane. Tukamwona mtu ambaye ana mipango miovu mipango mibaya dhidi ya Tanzania yetu au sehemu katika Tanzania, lazima tushirikiane na jeshi, hata walau kwa kutoa habari, miongoni mwa watu ambao wanadaniwa, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu ambaye anamhifadhi na kumlinda mtu mwovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lana Allahu man awa muhdithan, Allah anamlani yule ambaye anamhifadhi na kumficha mtu mwovu, mtu mwovu katika dini ya Allah ambaye anataka alete uovu na maafa katika dini ya Allah, na mtu mwovu anayetaka kuleta maafa katika mambo ya watu na jambo kubwa miongoni mwa mambo ya watu ambalo linaleta manufaa na kuwaletea maslahi katika nchi yao ni watu kuishi katika amani. Amani yetu Tanzania ni bora kuliko kila kitu ikiwa watu hawajasaidiana na maaskari na kila sehemu zote, vyombo vyote vya usalama ambavyo vinaenda usalama kama watu hawajasaidiana navyo na wala wakawa hawajatoa taarifa kuhusiana na wale waliowajua wa ambao wanataka kuvunja amani ya Tanzania au kuleta matatizo katika Tanzania, mtu akawajua, akawa amewaficha, hajaenda sehemu husika kutoa habari, akakaa kimya. Ikiwa tutafikia katika hilo wa Tanzania, kwamba tunawaona watu wanataka waivunje amani ya Tanzania na wala hatujafikisha taarifa hizo katika vyombo vya kuilinda hii amani, vyombo vya usalama hatujafikisha, hatujaenda katika kituo kidogo cha polisi au kituo kikubwa hawa, hatujaenda sentro katika kila mkoa, au hatujaenda sehemu yoyote ile kufikisha kwamba kuna watu huko wanahatarisha amani ya Tanzania, wanataka Watanzania waingie katika machafuko wanataka kuvunja umoja waliokuwa nao wa Tanzania, tukafikia kwanza kwamba tunawaficha watu waovu, basi hii amani itavunjika. Kwa hiyo tusaidiane sisi na vyombo vya kulinda amani na usalama kwa lengo la kuibakisha Tanzania yetu ikiwa katika amani na ikiwa katika utulivu. Hakuna jambo kubwa kama hilo.